Simu ya mwisho na msimuliaji wako Joseph, sehemu ya tatu, ukweli unapoenda kufichuka. Siku iliyofuata, Salma alikuwa ameketi kitandani, mwili wake ukitetemeka kwa hofu. Saa ya ukutani ilionyesha ni saa tano usiku. Alikuwa bado anajaribu kuelewa matukio ya kutisha yaliyotokea usiku uliopita. Ghafla, simu yake ilianza kuita. Alipotazama, aliona ni bibi yake ndo alikuwa akimpigia kwa mikono inayotetemeka alipokea, kea sauti dhaifu. "Halo bibi." "Mjukuu wangu pole sana kwa kuteseka, huyo siyo Amina." Sauti ya bibi yake ilisikika ikiwa na huzuni. Salma aliduaa, jasho jembamba likamwagika usoni mwake. "Unamaanisha nini bibi? Sijakuelewa." "Amina si binadamu wa kawaida, ni mzimu. Alikufa zamani lakini amerudi kuishi na wewe. Bibi yake alizidi kusema kwa wasiwasi. Ndiyo maana kila kitu kilianza kubadilika tangu ulipokutana naye. Kila wakati yuko karibu nawe, siyo kwa bahati mbaya. Akili ya Salma ilianza kufanya kazi kwa kasi. Alikumbuka matukio yote ya kutisha, milango kufunguka yenyewe, sauti zisizoeleweka usiku na hisia za ajabu kila alipokuwa karibu na Amina. Alielewa kuwa kila kitu kilihusiana na yeye. Bibi, nisaidie, Salma aliongea huku kwa hofu, machozi yakianza kumtiririka. Ili ujinasue, fanya yafuatayo, chukua kisu, changanya na damu yako kidogo, kisha uweke chumvi juu yake, alafu choma kivuli cha Amina. Lakini chunga usiongee naye chochote anapokuomba msaada, bibi alionya kwa sauti nzito. Salma alimeza mate kwa shida. Aliinuka taratibu akaelekea jikoni kuchukua kisu. Alipokuwa akirejea chumbani, hali ilikuwa tofauti. Kuta zilianza kutoa matone ya damu na kelele nzito za vishindo zilianza kusikika kutoka sakafuni. Hewa nzito ya woga ilijaa ndani ya chumba. Amina alikuwa amelala kitandani kama kawaida, akionekana hana hatia, lakini Salma alijua hilo lilikuwa ni mchezo wa akili. Kwa mkono wenye wasiwasi alijikata kidole kidogo, matone ya damu yakadondoka juu ya kisu, kisha akaweka chumvi na kuanza kuelekea kwenye kivuli cha Amina. Ghafla, mlango ulifunguka taratibu bila mtu yeyote kuusukuma, upepo wa baridi ukapuliza, taa zikaanza kuwaka na kuzimika zenyewe. Salma alijikaza na kuendelea. Bibi alitokea kimya kimya kama upepo. Huku Salma akihangaika, hakugundua kuwa bibi yake alikuwa tayari ametokea kuja kumsaidia Bibi alikuwa amebeba mfuko wenye unga mweupe wenye harufu kali ya chumvi na chungu cheusi. Bila kusema neno, alianza kumwaga unga huo kwenye madirisha na mlangoni. Amina ghafla alifumbua macho yake, aliinamisha kichwa chake kwa namna ya kutisha na kumtazama Salma kwa macho mekundu yaliyokuwa yakiwaka giza. Salma, unataka kunifanyia nini? Sauti yake ilikuwa nzito ya kutisha na ya huzuni kwa wakati mmoja. Salma alitetemeka lakini hakusema neno. Mzimu unafichua makucha. Amina alisimama polepole. Pole. Ngozi yake ilianza kubadilika, kuwa nyeusi kama mkaa na kucha zake zilianza kurefuka. Salma, usitubutu. Ukijaribu kunimaliza, hautaweza kuokoka. Salma alishika kisu kwa nguvu, akijitahidi kutulia. Kila sekunde iliyopita ilihisi kama saa nzima. Salma, tafadhali nisaidie, siko peke yangu, mimi nimetumwa tu hapa, sikupenda kuja kukusumbua. Amina aliomba kwa sauti ya huruma, huku machozi mekundu yakimtiririka. Lakini Salma alikumbuka maelekezo ya bibi yake, hakusema neno. Amina alipiga kelele kubwa, ikitikisa nyumba nzima Upepo mkali wa giza ukalipuka kutoka kwenye mwili wake mwisho wa kivuli. Salma hakusita, kwa nguvu zake zote alichoma kisu kwenye kivuli cha Amina. Mara moja, vilio vya kutisha vilisikika kila pembe ya nyumba. Mwanga mkali wa ajabu ukamulika na upepo mkali ukawavuta wote ndani ya mduara wa giza. Amina alipiga kelele ya mwisho kabla ya mwili wake kutoweka kabisa, na chumba kilirejea kuwa kimya. Bibi yake alimsogelea Salma. mjukuu wangu, pole sana kwa uliyoyapitia. Sasa umefanikiwa, umevunja laana. Salma alipumua kwa shida, machozi yakitiririka, kisha akamkumbatia bibi yake. Baada ya matukio hayo, Salma aliondoka pale kwenye ile nyumba, na baada ya majuma kadhaa kupita, Salma alirudi kwenye hali yake ya kawaida na kuwaambia marafiki zake yote aliyoyapitia. Walimpa pole na kumsihi awe mwangalifu tena kwenye kuchagua watu wa kuishi naye tena. Maisha ya chuo ya salma yanalejea kama zamani. Kwa stori zingine kali na za kusisimua, isikose kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare hapa Kipua TV.